Bwana Yesu apewe sifa Amen. We thank God kwa sababu Mungu ametupa neema tena leo ya kuweza kuwepo nyumbani mwake. Amen. Tunamshukuru pia kwa sababu ametulinda, ametuponya, ametutetea. Kama natambua hilo, hebu tumchapie makofi mengi kwa Yesu. Haleluya, Mungu ametutetea na ametusaidia. Mwimbaji mmoja aliimba akasema, Mungu amenihurumia, pendo hili ni kubwa mno. Tukifikiria jinsi Mungu alivyotutetea na hatari nyingi, basi tunapata sababu ya kumshukuru Mungu. Mungu awabariki wazee wa uh, kanisa jamani. Uh, hebu tupe Yesu makofi kwa ajili ya viongozi wetu na viongozi wote wa kanisa, mashemasi, viongozi wa idara wa kila moja moja. Amen. moja tunamshukuru Mungu kwa ajili yao, kila mtu kusimama kwa uaminifu kwa zamu yake kwa kadri Bwana alivyopa neema. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa sababu ya wageni wetu wenyeji. Mgeni wetu mwenyeji pia karibu sana, amen. Nafurahi sana kumwona leo. Aliniambia neno moja, yuko mbali kidogo wanakokaa, lakini anatamani sana wakati mwe, akasema ningekuwa karibu hapa Ilikuwa natamani ni mahali hapa niwaje na mabudu Mungu kila wakati hapa. Kwa hiyo naamini hiyo ni nia na kiu iliyoko ndani yake. Lakini pia na ushuhuda mkubwa juu ya madhabahu. Ye anafahamu kwamba alinusulika kabisa kuuawa. Yaani alinusulika kabisa kufa. Kabisa kabisa. Na nilikuwa nikiona ilikuwa, ilikuwa roho ya mauti sana iliyokuwa inamwandama. Lakini Yesu alimponya kupitia madhabahu hii. Akamfungua kabisa, mambo mengi akafunguka kabisa. Kwa hiyo mimi hata ninapomuona leo ni muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona ni muujiza unaotembea, kwa hiyo ni Mungu amemsaidia pia kupitia uh, maombi yako, mtu wa Mungu akishindo cha Bwana. Na ndiyo maana anatukumbuka na tuko naye pia hata leo. Tunamshukuru pia Mungu kwa sababu ya mahudhurio yenu wiki nzima ambayo mmepata kuwepo siku ya Jumanne, Ijumaa. Mungu wabariki sana. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kushiriki shughuli mbalimbali za kikanisa na pia kujitoa kwa dhabihu zenu kwa ajili ya kujenga kazi ya mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe, amina. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya jambo hilo. Sasa ni neema, ni neema tu. Wale ambao hamkuwepo siku ya jumapili wale ambao inawezekana jumapili mlikuwepo, lakini hamkupata nafasi ya kuahidi. Tulisema watu mfikirie fikiria kidogo, halafu mweze kufanya eh, kitu have, uh, tuna, tuna, tuna wiki kama mbili mbili, moja tumebakiwa na wiki eh? kufika tarehe ishirini na ishirini na tatu. wiki ngapi? ni one week na siku chache sana kama tatu umebaki na wiki moja na siku tatu kama nne. Tuna mambo makubwa ya kikanisa. Bwana asifiwe. Amen. Huwa napenda tutete